Nitawalaumu wazazi wetu kwa sababu hamkutufundisha jinsi ya kuipenda nchi yetu Tanganyika. Mlituacha tutembee katika uongo ambao hata ninyi mlimezeshwa huo huo. Mkaendelea kutumezesha zaidi sana, mkatujaza uoga, tukawa ni watu waoga ambao hatuwezi hata kuitetea nchi yetu. Tumetembea katika uoga kwa muda wa miaka mingi. Asante Yesu, kwa sababu aliwaweka watu baadhi uzalendo waka, wanaanza kutuambukiza kidogo kidogo, na sisi ndio tunajua ni nini maana ya uzalendo. Hamkutufundisha na kutuambia kwamba nchi yetu ndio nyumba yetu ya kwanza, kwamba mtu yote akija akichezea nyumba yetu tuwe wakali ham kuwahi kutuambia, hamkuwahi kutuambia tukawa ni watu ambao tumejawa na uvumilivu, ambao ndani ya mioyo yetu tumejawa na visasi, ila hatuna kwa kuongea, kwa sababu hamkutufundisha vitu ambavyo vinahusiana na nchi yetu. Matokeo ya sisi vijana kuwa hapa tulipo ni ninyi wazazi yetu, ambao mlikuwa mnatufundisha vitu vya uongo, mnatujaza ujinga kichwani, hamtufundishi namna ya kuipenda nchi. Hamtufundishi namna ya kuipenda nchi yetu na kuipigania na kuipambania. Nataka niseme ni sisi wazazi ambao tumeshakuwa wazazi saizi, tuwafundishe watoto wetu namna ya kuipenda nchi. Tuwafundishe watoto wetu namna namna ya kuitunza nchi yao Tanganyika. Tuambie kwamba Tanganyika ndio nyumbani kwenu. Tanganyika ndio nyumba yako ya kwanza. Adui akija kuichukua nyumba yako hautakuwa na nyumba nyingine kokote utakapokimbilia; utakuwa unaitwa mkimbizi. Tuambie watoto wetu kwamba upendo kwanza na nchi yako, mengine baadaye. Tuambie watoto wetu kuwa kuwa tayari kufa kwa ajili ya nchi yako. Tuambie watoto wetu kwamba yeyote atakayeleta ujinga kwenye nchi yako, shughulika naye. Tuwe tayari kuambia watoto wetu kwamba yani

nchi yako kwanza. Matokeo ya sisi vijana kuwa hapa tulipo ni ninyi wazazi wetu mliotufikisha sisi kuwa hapa tulipo. Hatukustahili kuwa hapa na kama mngetuweka katika misingi ya kuipenda nchi yetu, mngetuweka katika misingi ya kuijali nchi yetu, mngetuweka kwenye misingi ya kujua kwamba mimi ni Mtanganyika halisi na Tanganyika ndio mama yangu, ndio baba yangu, sina ardhi nyingine zaidi ya Tanganyika, tusingefikia hapa. Haya mapambano yangeanza mapema sana, lakini ninyi mkatujaza ujinga ambao na ninyi mlijazwa na baba zenu huko na mama zenu, mkaendelea kutufukia mambo ya kipumbavu yasiyokuwa na maana. Tumekuwa kwenye misingi ya kuogopa tu, lakini saa hizi uogo umeshatoka. Mungu amepiga misasa akili zetu na uba, una, una, una bongo zetu medula bolongata, ameziloweka na jiki, zimetakata zimekuwa nyeupe, tunajitambua. Hatutasimama. Tanganyika ni nchi yetu, hatuna sehemu nyingine ya kwenda, tutapambana na nchi yetu hadi kieleweke. Ndio, nimeshaongea hivyo. Mna kazi tu ya kutudanganya, kutujaza ujinga, wazazi wetu, kipindi tupo watoto. Sitaki oh, tanz... Staki kuita hilo jina lingine. Mimi sitambui kama hii ni Tanzania, naitambua kama ni Tanganyika. Kila batu tunawacheka.